Kuna tofauti ya maisha yangu na maisha yetu, na wakati mwingine mwanadamu unatakiwa ufikie mahali ujitambue na ujue ni nini nafasi yako. Inatakiwa ufikie wakati ujitambue, ujue kwamba uko na maisha yako na kuna maisha yenu. Sasa ukishajua kutofautisha hapa, basi utakuwa vizuri. Unapata Yoshua inafikia mahali anasema, chagueni leo mtakayemtumikia. mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Hivyo inamaanisha kuna vitu ambavyo unaweza kuwa unavifanya, unang'ang'ana, unang'ang'ana, you want to please people, unataka kufurahisha watu lakini ukajisahau kwamba wewe pia ni muhimu mpaka hmm? Okay, inafikia mahali Yoshua anaamua sasa, wacha sasa, kwa sababu hawa ninajaribu kuwaambia hii e, abcd na hawafanyi, wacha mimi sasa, mimi sasa binafsi, kwa sababu maisha yake ni muhimu. Asanteni.